Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri hadharani kwa mara ya kwanza kwamba vikosi vya jeshi la Ukraine vinaendesha operesheni ndani ya eneo la Belgorod nchini Urusi, mkoa unaopakana na Ukraine. Tunaendelea na operesheni madhubuti kwenye maeneo ya mpakani ndani ya ardhi ya adui, na hilo ni jambo la haki kabisa. Vita lazima virejee kule vilipotoka, alisema Zelensky Jumatatu hii. Kauli yake pia ilihusisha mkoa wa Kuski ambako Ukraine bado inadhibiti sehemu ndogo kufuatia mashambulizi makubwa ya mwaka jana. Moscow imedhibiti tena sehemu kubwa ya eneo hilo tangu wakati huo. Zelensky alieleza kuwa lengo kuu ni kulinda maeneo mpakani ya Sumi na Kharkiv upande wa Ukraine na kupunguza shinikizo kwenye maeneo mengine ya mstari mrefu wa mbele wa vita hasa katika mkoa wa mashariki wa Donetsk. Mwezi uliopita jeshi la Urusi lilidai kuwa Ukraine ilijaribu kuvuka mpaka kuingia mkoani Belgorod, lakini mashambulizi hayo yalizuiliwa. Maeneo hayo yapo umbali mfupi tu ndani ya ardhi ya Urusi. Kremlin imepinga madai ya Marekani na Ulaya kwamba Urusi inachelewesha kwa makusudi utekelezaji wa mpango wa kusitisha mapigano unaosukumwa na rais wa, wa Marekani Donald Trump. Trump alisema jioni ya Jumatatu kuwa hakuridhishwa na hali ya sasa na akaishutumu Urusi kwa kubomoa kama vichaa hivi sasa mji alikozaliwa Zelensky Kryvyi Rih ulikuwa wakifanya mazishi ya watu 20 wakiwemo watoto tisa, waliouawa kwenye shambulio la kombora la Urusi Ijumaa wiki iliyopita. Katika hotuba yake ya kila siku ya video, Zelensky alisema kuwa alipata taarifa kutoka kwa kamanda wake mkuu Jenerali Alexander Sirski kuhusu hali ya vita, ikiwemo uwepo wao katika maeneo ya Kuski na Belgorod. Zelensky alitoa shukurani kwa vikosi mbalimbali vya jeshi, ikiwemo kikosi cha 225 cha mashambulizi kilichopo Belgorod. Hongera sana mashujaa. Najivunia kila mmoja wenu anayepigania Ukraine alisema rais huyo. Hakutoa maelezo zaidi, lakini huu ndio ulikuwa uthibitisho wake wa kwanza wa wazi kuhusu uwepo wa vikosi vya Ukraine mkoani Belgorod. Mnamo Machi 18, Zelenski alikuwa amethibitisha kwa njia moja kwa moja kuhusu uwepo wa vikosi vyake huko. Kuna operesheni inayoendelea, alijibu alipohojiwa kuhusu taarifa ya wizara ya ulinzi ya Urusi kwamba vikosi vya Ukraine vilijaribu kwa mafanikio duni kuingia magharibi mwa mkoa huo. Urusi ilidai kuwa mashambulizi yote kuelekea vijiji vya Demidovka na Prilese yalizimwa na jaribio la kuvuka mpaka halikufanikiwa. Hata hivyo, bloggers wa kijeshi wa Urusi wanaripoti mapigano ya moja kwa moja ndani ya Demidovka, kijiji kilicho umbali wa takriban kilomita mbili kutoka mpaka wa Ukraine. Taasisi ya Marekani ya utafiti wa vita ISW ilisema Machi 21 kuwa vikosi vya Ukraine vilipiga hatua huko Belgorod katika siku mbili zilizopita. Baadhi ya bloggers wa kijeshi wa Urusi waliripoti kuwa vikosi vya Ukraine vinaondoka eneo la Demidovka. Operesheni ya Ukraine huko Belgorod inaaminika kuwa ndogo kwa kiwango ikilinganishwa na operesheni yake huko Kursk, ambako Kyiv iliwahi kudhibiti vijiji kadhaa ukiwemo mji wa Sudza. Zelenski na makamanda wake wakuu wamesisitiza mara kwa mara kuwa uvamizi huo umelazimisha Urusi kuhamisha vikosi kutoka Donetsk, ambapo vikosi vya Kirusi vimekuwa vikisonga mbele kwa kasi ndogo lakini ya mara kwa mara. Ukraini huenda pia ina matumaini kuwa maeneo ya Urusi inayoyashikilia yanaweza kuwa sehemu ya makubaliano ya kubadilishana ardhi kwa ajili ya amani katika majadiliano yajayo ya kusitisha vita yanayoendeshwa na Marekani.